Ninashukuru sana kwa nafasi ya jioni ya leo, Mr. Speaker, kunipatia kwa majina anajulikana kama Evelyn Nauma. Nikisimama hapa niko na ombi. Kama mwanabunge tunatembea nanyi pamoja, nafikiria kila kitu tunafanyia pamoja. Ombi langu ni upande wa mtoto. Niko na mtoto ambapo amekuwa mgonjwa kuanzia mwaka mmoja, hiyo mwaka yenye maisha ya chini. Hakufanya mtihani, alikaa chini mwaka mmoja. Wakati wenye amerudi form 2, wakati wenye amerudi form 2, ame repeat form 2 mpaka yule mwenye anampata saizi ako form 4 yeye. Yeah, saizi ndiye ameingia form 3 ameingia hiyo fom three tena, imekuwa shida, imenibidi ime, ime nichukue huyo mtoto nikae na yeye huku. Kwa hivyo huyo mtoto ako kwa nyumba, ningeomba ombileni nime tafadhali, nimeonda nimeuliza shule but sasa intakana niingize na sina uwezo. Ningeomba mnisaidie kama mnaweza, kama mwanabunge, nafikiria kwa mengi nisafika spika, utaangalia hizi, ni sio mtoto mwenye unaweza penda kukaa naye kwa nyumba mtoto mwenye anaperform, ambapo hata mimi naibika kukaa naye kwa nyumba. Mbarikiwe na haya matatizo namba yangu ni 0741812035 <laughs> ni akifanya class 8 alibakisha max mbili. amesoma ha hapo form 1 kufikia form 2 akashindwa, nikamtoa hapa. Kaniambia mama, sitaweza hiyo shule juu alikuwa na bleed. Sasa hiyo bleeding yake haikuweza safari juu alikuwa anaenda days. Sasa ilibidi nimtoe kwa hiyo shule, nimweke days days, nikamjoinisa shule yenye inaitwa Ikoli Secondary School. Tena amesindikana saizi imebidi nikae na yeye kwa ma